Kisha Simba watakuwa wageni wa Almasry majira ya saa moja kamili usiku ambapo uh, siku ya leo ilikuwa ni katika mwelekeo kule Suez ambako ndio mchezo utaenda kuchezwa, na kocha Fadlu anasema sio mchezo rahisi, lakini wamejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba wanapata chochote kitu kwenye mchezo husika ama kwenye mchezo huo wa Confederation. Kinukuu anasema itakuwa mechi ngumu, lakini tumejiandaa vizuri, kikosi chetu kimepata muda mzuri wa maandalizi na tumefanya mazoezi hapa Misri kwa siku nne na tupo tayari kwa mchezo. Na ikumbuka kuna baadhi ya wachezaji ambao ni wa kikosi cha kwanza uh, kwa upande wa Musa Kamara ni 50-50, huenda akawepo au asiwepo, lakini wa uh, Chemaloni yeye ndo hakuenda kabisa na timu, timu kutokana na sababu za kimajeraha. Wale waliopo ama ambao watakuepo, umesikia pia namna ambavyo Uh, Almasry na uhatari wao ulipo namna gani, ambavyo wanapaswa kufanya, lakini kitu cha kwanza ambacho Fadla anakisisitiza ni angalau wapate bao yes, na wawe wa kwanza kupata bao mm. Yes, yani mimi naamini wakiwa wa kwanza kupata wao goli, kuna namna timu kwenye mpango wao mkakati walioenda nao, mimi naamini ni mechi ambayo wanaenda kudefend zaidi kuliko kushambulia. Ikitokea mnapata nyie wa kwanza goli ile spirit ya kupambana goli lisirudi, naamini inaweza ikawa ni kubwa zaidi kuliko ikiwa mechi bado iko bila bila, yeah. Kuna muda mtaluzi mta lose your concentration, kwa sababu hakuna mnachokizuia kikubwa, na sisi tutafute nafasi tuondoke tukashambulie. Mkikamatwa kwenye turnovers, imeisha, kwa sababu ni timu ambazo pia zina wachezaji wengi, ni more clinical. Yani nafasi moja, mbili, tatu watu wa kwenye vuni mnaokota, mnaenda katikati. Kwa hiyo tahadhari lazima iwepo. Yani kesho ni mid block to low block, yani hakuna njia nyingine ambayo naamini Simba wanaweza kaifanya ile possession game ambayo wamekuwa wanaicheza mara nyingi. Sidhani kama kesho inawezekana. Ndo nafasi ya wao ya kwenda kucheza, waachie Almasry mpira, tafuta moment, wachezaji ambao wanaweza kukupa hizo moment bora kwenye mchezo, kwenye counter attack na matukio mengine. Unao kip Dennis, ana kasi, ana nguvu. Mpanzo ana kasi, Mkwala ana kasi. Ni watu ambao na bado pia unajua faida nyingine wanaipata ni na wachezaji wengi ni ni, good passers yani, mm. Unamzungumza Kagoma mm. Ni pasa mzuri unamzungumza Ngoma ni pasa mzuri karibu mbali. Kuna wakati unapata mpira, pasi yako ya kwa kwanza tu weka kwenye njia mpanzu, kachukua kaondoka, mazingira na kwa rafiki, ila ni mechi ambayo akili ya wachezaji wengi inatakiwa inawaza kwenye kuzuia zaidi kuliko kushambulia, kwa sababu wakifanya mistake kule wakaruhusu yeah. zaidi ya chuma mbili mm. Mazingira ya Benjamin Mkapa yanazidi kuwa magumu. Na ni sehemu ambayo pia Simba wamekuwa hawafungi goli nyingi. Ukiondoa mechi ya Kaizer, mechi nyingi wanashinda moja bila mbili moja. Wakienda kule wanakaangwa, wanaondokea huko. Matuta umenyolewa unaondoka. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini wakipata sare ya bila magoli, sare ya goli moja moja, sare ya mbili mbili mimi kwangu bado naona inawaweka kwenye mazingira mazuri. Sio bado sio sare nzuri. Yesu anaweza tukasema wana faida ya goli mbili, sio kuna goli la ugenini. Wakija hapa wakipata sare ya bila bila, sare ya moja moja, unaweza kushangaa, umekuja hapa unakula chuma moja tu, mchezo umeungua, yeah. Kwa hiyo bado naona nafasi ya wao wahakikishe sare isizidi moja moja, kama wanaweza kuwini mchezo wa uwini mazima, kwa sababu itakuwa ni faida kubwa sana wakipata matokeo kule, kwa sababu mimi naamini timu nyingi hazipendi kuja kucheza kwa Mkapa yani, yeah. Hazitamani atmosphere na ugumu ambao umetengenezwa, yes, hiyo atmosphere ambayo wanakutana nayo hapa ile mentality ya wachezaji, unaanza kipindi ambacho wanacheza na triple, wachezaji wengi walikuwa ni wageni. Spirit ambayo wachezaji wanakutana nayo kwenye mitandao ya kijamii, kwa viongozi kwamba guys, hili ndio eneo letu la kutamba, hatuna mahali pengine popote kwenye mpira wa dunia hii tunaweza kutamba, na tofauti na hapa. Kwa kila mtu, ile kauli ikimkaa, ile mentality akiwa nayo, mkaa hapa, tunatakiwa kupambana kwa namna na yoyote, matokeo yapatikane. Kwa hiyo imekuwa inawasaidia Simba kwenye maeneo mengi wa wachezaji hata wakija ni wageni kiasi gani pale mm, kuna namna tu unaona, hata wachezaji wao unabadilika. Angalia mechi ambazo wamecheza hapa na wale Waarabu Konstantini faction na mechi ambazo walizicheza away, tofauti. Hapa ni sehemu ambayo wao wako comfortable zaidi, wanajua namna ya kushinda. Tutapitia hapa, tunatokea kule, tumeweka kambani, tunaondoka. Kwa hiyo mimi naona ni mechi ambayo Simba ana matokeo mawili, kwa upande wangu wa kushinda ama kupata sare ndo matokeo ambayo unayoona kwenye mechi ya Masri kesho. Kuna mabadiliko ambayo yalifanyika ambayo ni baada ya sasa ya Chemaloni kukosekana katika mchezo wa FA ambao lichezwa hapa nyumbani, na unategemea yale mabadiliko kama yatafanya kazi tena kama vile ama mwalimu unatamani abadilishe sehemu nyingine. Uh, kwenye upande wa eneo la ulinzi, mimi naamini bado ataendelea kusimama Hamza na, na, Shomari Kapombe kwa sababu ya wao ndio wa watu ambao wamekuwa wanacheza muda mwingi. Toka ameumia Chemalon Fondo amekuwa anacheza chamu. Yeah. Ni kwa sababu pia ni mchezaji ambaye amekuwa na hiyo experience. Tunazungumza ni mchezaji ambaye ametoka nje mipaka ya nchi. Unajua kuna kuna kuna namna hata makuzi tu ya mpira yanakuwa tofauti. Kikubwa ni atakuwa yuko ba... Ba... tayari kwa ajili ya mchezo kiakili na kimwili. Kwa sababu tunaweza kuzungumza ni mchezaji mzuri ila siku ya mchezo akili haiko hapo mwili umekataa kufanya kazi. Kwa hiyo kuna namna wachezaji wakiamka tu timamu, akili mwili, naamini kwenye eneo la ulinzi sitegemei kuona mabadiliko makubwa, labda hiyo 50-50 ya Kamara ndo inaweza ika na, na changamoto, ila naamini kabisa pale anazima ni spia atazima na, na, na Chamuu kulia kama kawaida, ni Kapombe kushoto, ni Zimbwe, shughuli inaendelea yani, eneo la ulinzi sidhani kama litakuwa lina hayo mabadiliko makubwa kiasi hicho labda tu itokee shida nyingine yoyote aumie kwenye homa hapa aumie kwenye sijui mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo na vitu kama hivyo. Ila nje hapo naamini ndo lineup ambayo Goal. Kwenye goli nategemea kumwona Kamara kama atakuwa fit. Kwenye ile back four nategemea kumwona Chamu, nategemea kumwona Hamza, nategemea kumuona Shomari, nategemea kumwona Zimbo. Yani hao ndo watu ambao naamini kwenye mchezo wa kesho wanapata nafasi.